Ikanisa la Kimbangu nchini Kongo ya Kidemokrasia iliweza kusherekea miaka mia moja na ine toka kuanzilishwa kwa kanisa hili naye Simo Kimbangu. Sikukuu ya tariki sita April ni sikukuu ambayo Wakongomani wote wanaisherekea kazi alizozifanya Simo Kimbangu zidi ya kuitaka uhuru wa mtu mweusi hususan barani Afrika. Hapa jimboni Kivu Kaskazini mjini Goma, sikukuu hiyo iliweza kusherekewa na waumini memba wa kanisa hilo la Kimbangu jimboni Kivu Kaskazini, wakiungana na wengine nchini kote. Sherehe mbalimbali ziliweza kuendeshwa kama vile maonyesho ya mtindo wa kusherekea sikukuu hiyo ambayo yakuwa sikukuu umuhimu kwao. Mchungaji Karungu Maamba Pasia akiwa katibu jimboni wa kanisa la Kimbanguista ambaye aliwakilisha msimamizi wa kanisa hilo jimboni, alioalika wa umini na wanamemba wa kanisa hilo kuendelea kuifata nyavu zake Simo Kimbangu na pia kuheshimu kazi aliyoifanya eto mwindo wa baba na mama, kama vile baisraeli ka waliweza kupata bahati ya kuishi na baba Mungu bayuda bakapata bahati Yesu Kristu anakuwa sisi kizazi ya, ya mtu mweusi.

Upande mwingine, Julien Bulambo akiwa mwakilishi wa Gavana Jimboni wa AFC M23, bwana Bahati Musanga a Erasto alipata nafasi ya kualika waumini kusapoti kazi ambazo zinazoendeshwa na AFC M23 ambazo za kuwa za kutaka uhuru wa kila mkongomani na kupiganisha swala la ukabila wa ubaguzi na rangi nchini Kongo ya Kidemo huku alipata nafasi pia ya kuonesha kazi na malengo ambayo AFC M23 ya kwa ikipiganisha jimboni Kivu Kaskazini na hususan Kongo nzima. Yeah! Maniswe, oh yeah. Maniswe, oh yeah.

Aliendelesha na kualika raia hususani hata wakristu wale ambao wanaokuwa na wanajeshi nyumbani kualika waweze kujiripoti zidi ya kuchangia kwa manufaa ya amani. Aliwaalika wanamemba wa kanisa hilo kila leo kuisapoti AFC M23 kulingana na lile linalokuwa lengo la kwao, papa Kimbangista, mama Kimbangista, unayua